Hao ni vijana wa nchini Kenya wakizomea er, na kupiga kelele kama unavyowasikia, ni katika mchezo uliochezwa Jumapili ya jana katika uwanja wa taifa wa Nyayo nchini Kenya kati ya Harambee Stars na Gabon, ambapo pia alihudhuria Rais wa Kenya William Ruto pamoja na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo, Raila Odinga. Sasa mechi hiyo iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu, Harambee Stars walifungwa mabao mawili kwa moja, huku nyota wa Gabon Pierre Emerick Aubameyang akifunga mabao mawili kwa timu yake. Michael Lunga na nahodha wa Kenya alifunga bao la kufutia machozi kwa Harambee Stars. Rais Ruto, ambaye alishuhudia pambano hilo akiwa miongoni mwa maelfu ya mashabiki, alisifia uchezaji wa kizalendo wa Harambee Stars, akaahidi kwamba serikali itaendelea kuwasaidia wachezaji ili wajitayarishe vizuri zaidi kwenye mechi zijazo. Harambee Stars walicheza kwa kujituma mno dhidi ya Gabon. serikali itaendelea kuwasaidia vijana wetu, ili wawe tayari na kupata motisha, kuleta matokeo bora katika mechi zinazokuja, alisema Ruto. Aliwashukuru wakenya kwa kujitokeza kwa wingi na kuleta mazingira ya kusisimua uwanjani, hasa baada ya miaka mingi ya timu kucheza mechi za nyumbani nje ya nchi. Pamoja na kuwa mzalendo na kuwasifia Harambee Stars, ndo hivyo baadhi ya vijana waliendelea kuonyesha kutoridhishwa na utawala wake, na hii ilitokea uwanjani ndani, lakini hata nje ya uwanja pia walisikika wakipiga kelele hizo Stars, sisi tuko hapa kwa niaba ya timu yetu. Se nikisema Harambe unasema stars. Harambe! Ruto must go! Harambe! Ruto must go <laughs> harab